Eh, kwema jamani, kwema ungwana. Sasa katika tips ambazo huwa na, na na waandalia nawa na nawaaplodia hapa leo nazungumzia uh, tofauti kati ya kati ya kuanzisha kampuni na kati ya kusajili tu jina la biashara. Yaani kati ya mtu ambaye amesajili kampuni na mtu ambaye amesajili jina la biashara, Tofauti ziko wapi? Faida na hasara ziko wapi, na zile uh, legal liabilities zinakuaje kati ya hawa watu wawili? Sasa kabla sija sijaanza kuelezea hayo mambo mengine, nitaje modes tatu au aina tatu ambazo ni common katika kufanya biashara au katika kutoa huduma, yani njia ambazo kubwa ambazo huwa zinatumiwa katika kufanya biashara, yani ile Uh, mfumo wa ufanyaji biashara kwanza huwa ni kwa kupitia uh, jina la biashara. Uh, mtu anaenda nasajili jina la biashara anaanza kuoperate kupitia hilo jina la biashara, lakini aina uh, ya pili huwa ni kwa kupitia partnership. Partnership ni, ni ubia, ubia. Hmm, maana yake ni kwamba mnakuwa watu kuanzia wawili lakini msizidi watu ishirini. Sasa kwa, kwa mujibu wa sheria na taratibu za Tanzania ubia wanatakiwa wasizidi watu <coughs> watu ishirini. Yani wale wabia wasizidi watu ishirini, ambapo wanakuwa na makubaliano agreement au contract ambayo inaonyesha ule ubia wao na kazi watakazokuwa wanazifanya, lakini pia asilimia ambazo wamechangia kwenye kuanzisha ule ubia na mgawanyi wa faida kutokana na zile pasenti ambazo kila mbia amechangia kwenye kuanzisha ule ule ubia. Hiyo ni modi ya pili. Nimekwambia kwanza ni aa, kupitia jina la biashara au kupitia mfanya yani mfanya mfanyabiashara yeye moja kwa moja ambayo inaitwa sole proprietorship, ambapo mtu kama mtu anakuwa amejisajili kama mfanyabiashara pengine kwa kupitia majina yake yeye kama yeye yani we unaitwa labda Abdala Juma unaenda kukata leseni labda ya duka la rejareja, wewe unaangukia kwenye sole proprietor, yani mtu binafsi ambaye amesajiliwa kama mfanyabiashara. Lakini pia aa, aa, aa, njia ya pili nimekwambia ni hiyo ambayo ni aa, kuingia ubia, mtu zaidi ya mmoja wanajikusanya, wanatengeneza aa, biashara ambayo wanakuwa wanagawana faida kulingana na amount walizochangia kwenye ile ile ile partnership ya ule ubia wao. Lakini namna ya tatu ambayo pia ndo ya mwisho ni ni kupitia kampuni, kampuni ambayo inakuwa imesajiliwa kwa mujibu wa, wa sheria za Tanzania ambayo inasajiliwa chini ya sheria ya makampuni na inakuwa ina operate kupitia taratibu za hiyo sheria ya, ma, ya makampuni. Sasa tuanze kuchambua sasa moja baada ya nyingine kuonyesha hizo tofauti na legal liability. Yani legal liability kwa Kiswahili chake ni kwamba uh, uh, madeni au ma, madhara au faida utakazokuwa unazi, unazipata au ambazo zitaelekezwa kwa muhusika kutokana na aina ya biashara ambayo ameisajili sasa. Uh, tu, tu, nilisema kwamba una njia ya kwanza ni kupitia kusajili jina la biashara ambayo ni uh, business name. Sasa huo uh, uh, usajili una, una umeanzishwa na unasimamiwa na sheria ambayo inaitwa Business Names uh, Registration Act ambayo ni sheria ya usajili wa majina ya, ya biashara ndio unatoa mwongozo ya majina ya weje ya si, yasiyo yanafanana na majina ya biashara zingine na, na mambo mengine. Kwa hiyo jina la biashara linaweza likawa moja jina la muhusika yeye moja kwa moja ambaye anafanya biashara. Kwa mfano wengi wanafanya biashara ya miamala, kwa mfano hii hizi mitandao ya fedha, fedha kupitia mitandao ya simu, yani hizi transactions za like kipesa kupitia mitandao mbalimbali ya simu. Uh, wengi ambao wanamiliki leseni za hizo biashara wamezisajili kwa majina yao binafsi. Kama unaitwa Joni, unaitwa sijui nani, unaitwa sijui siku dhani, yes, unaruhusiwa una, una, una kwenda kusajili biashara kwa majina yako moja kwa moja na sasa. Uh, unapokuwa umesajili biashara kwa majina yako moja kwa moja, uh, zile liability E, ikiwemo madeni au tatizo lolote litakalokuwa linatokea kwenye ile biashara basi litakuwa linamhusu mmiliki wa biashara moja kwa moja, lakini pia kwenye hiyo hiyo uh, umiliki binafsi kwamba sole proprietor uh, una, unaweza pia kusa, kama, kama haujasajili biashara kwa majina yako unaweza ukawa na jina jingine la biashara ambalo umelibuni, lakini pia hilo jina una, unaweza kwenda kulisajili ili litambulike kwa sababu wewe kama mtu binafsi unatambulika, una utambulisho wa kitaifa, lakini lile jina binafsi ulolibuni, jina la biashara, halina utambulisho wowote na wala halilindwi na sheria yoyote. Kwa hiyo unatakiwa ukalisajili. Kwa hiyo nitoe mfano, kwa mfano wewe unaitwa uh, wewe unaitwa labda uh, Hashim Ramadhani Unaona, lakini una- umeanzisha labda biashara unataka uipe jina labda uh, labda good furnitures sasa. Ile good furniture unatakiwa ukaisajili kama business name, kwa sababu yenyewe inakuwa haitambuliki. Sasa unapoenda kusajili ile business name, unaenda kusajili BRELA. Unapewa cheti kinachoonyesha kwamba jina limesajiliwa na wewe ndiye mmiliki wa jina wa jina husika na sasa, kwa upande wa liability yani kwa upande inapotokea changamoto yoyote, mtu anayemiliki business name anawajibishwa moja kwa moja na na madhara ya ile ina madhara yaliyotokea kutokana na biashara yake. Kama ni anadaiwa deni, basi kama ni mali zake zitachukuliwa, zitachukuliwa mali za biashara za kwenye biashara. Kama hazitoshi, wanaomdai wa no wanaweza pia kuja kuchukua mali zake binafsi, kama anamiliki Uh, labda kitu kingine, labda gari, nyumba na vitu vingine. Kwa hiyo uh, hakuna ukomo wa madhara kama unamiliki jina la biashara, hakuna ukomo wa madhara kisheria pale yanapotokea zinapotokea changamoto uh, yule mmiliki wa biashara anakuwa anawajibika moja kwa moja kwenye zile changamoto ambazo zimetokea kutokana na biashara yake. Lakini business name hai, hai yani business name nilisema, haiwezi kumiliki. Yaani business name inaweza kumilikiwa na mtu binafsi, lakini business name inaweza kumilikiwa na na watu ambao wapo kwenye ubia. Lakini hata kampuni yenyewe inaweza kuwa imesajiliwa kama kampuni, lakini ina, inamiliki business name moja mbili na kadhalika, inawezekana. Sasa uh, nielezee sasa kwa upande wa hiyo wa, wa modi ya pili ambayo nimesema ni ni ubia ambayo ni ni ni watu m, kuanzia watu wawili mpaka watu ishirini wanaweza wakajiunga na wakatengeneza a, kitu kinachoitwa ubia na wakafanya biashara pamoja. Sasa ubia wenyewe ni kwamba mnakuwa mna makubaliano katika maandishi au katika mkataba agreement, ambayo inawataja au watu ambao wanaingia kwenye ubia na kiasi cha mchango ambacho wamechangia kwenye kuanzisha ubia mtu mwingine anaweza kawa amechangia pesa, mtu mwingine anaweza kawa ametoa labda ardhi, mtu mwingine anaweza kawa labda ametoa magari, mtu mwingine anaweza kawa ametoa labda vifaa vingine. Kwa ule mchango unaainishwa na kuangalia na, ku, na wale wabia wanakubaliana kugawana asilimia kutokana na wao wanavyoona, uh, ule mchango wao uh, una ukubwa gani? Kwa hiyo watapewa mgawanyo um, wa faida kulingana na ule mchango wao, asilimia za ule mchango wao. Kwa hiyo sasa, uh, wabia wanapokuwa wameshafikia hatua hiyo, wanaweza pia kuamua hiyo biashara yao ambayo wanaenda kuifanya kuipa usajili, yani ku, ku, ku, ku- ule ule ubia kuupa jina la biashara, umeona. Kwa hiyo wataanzisha, watafikiria jina la biashara ambalo wanaona linafaa na wanaweza wakaenda kulisajili baada ya kuwa wao wamekubaliana wanaweza kwenda kulisajili lile jina la biashara wapi? BRELA. Kwa hiyo wanakuwa wanalimiliki wao kama wabia umeona, lakini pia uh, madhara madhara ambayo yapo kwa mtu anayemiliki biashara kupitia yeye kama yeye kwa jina binafsi au kwa jina la biashara, lakini na mtu ambaye yupo kwenye ubia, madhara yanafanana yana yatofautiani sana kiasi kwamba linapotokea jambo lolote kwenye biashara iwe ni hasara iwe ni kudaiwa madeni au kitu chochote, basi uh, uh, ile ile ile athari, kama ni deni basi litalipwa kupitia mali za za ile partnership, mali za ubia, yaani kama mtu anadai deni, basi kama amefungua kesi zile mali za, za ubia zote zitauzwa, na kama hazijatosha kulipa deni husika uh, yule mdai anaweza ku kudai kwenda kuchukua mali binafsi za mbia mmoja mmoja mpaka deni lake litakapokuwa lime limekwisha. Kwa hiyo hiyo ndio hiyo ndio sababu kubwa pia ambayo inatofautisha kati ya jina la biashara na ubia pamoja na na kampuni. Sasa nitakapokuja kueleza kwenye kampuni uh, takua kunielewa vizuri uh, nitatofautisha pia kati ya kampuni lenyewe linakuweje na na namna madhara yake au madeni au ile legal liability zina ukomo gani? Sasa hiyo ni hiyo, nimeelezea ni swala la, la nimeelezea hapo ubia. Sasa tuamie kwenye kwenye kampuni, yani company corporate. Kwanza makampuni kwa, she, kwa Tanzania tuna sheria inayoitwa Companies Act ambayo ndio inasimamia utaratibu mzima wa usajili na uendeshaji wa makampuni. Sasa kampuni ni tofauti. Kampuni inapokuwa imesajiliwa yenyewe inapewa sifa ya kitofauti. Inapewa sifa kama inapewa kama ni ni, ni mtu. Yaani kampuni inatambulika kama mtu au au au chombo kinachojitegemea au taasisi ambayo inajitegemea. Yaani yenyewe hiyo taasisi inakuwa ina, ina na jina lake, inakuwa ina uwezo ina wa kushtaki au kushtakiwa. Kampuni inaweza ikashtaki kwa majina yake iliyosajiliwa nayo, au yenyewe inaweza ikashtakiwa kwa yale majina iliyosajiliwa nayo, na sio kushtaki wale wa wafanyakazi wa mle ndani, iwe ni madirector iwe ni nani, hapana. Kwa hiyo kampuni inakuwa ina kitu kinaitwa legal personality, yani inakuwa ina, ina, ina ina ina sifa ya mtu kisheria ina, yani inabeba sifa ya mtu kisheria, inakuwa ina haki zote, inaweza pia kumiliki mali, inaweza kuuza mali kampuni kama kampuni e, kupitia zile resolutions za ndani ya kampuni wale wa, wa wanahisa wakikaa wakifanya vikao wakakubaliana, wakitoa resolution, basi kampuni ndio inasabika imefanya, lakini sio wale watu mmoja mmoja. Kwa hiyo hizo ni sifa ambazo zina zinatofautisha kampuni na na hizi hizi hizi modes mbili za za hii jina la biashara na, na na ubia umeona. Kwa hiyo sasa, kampuni ina sifa hizo nilizozitaja, ni chache tu, zipo nyingi sana uh, ambazo zinafanya kampuni kuwa tofauti kabisa na hizi hizi njia zingine mbili za kufanya biashara, hizi modes zingine za biashara. Kwa hiyo mtu anapokuwa kwenye kwenye kwenye kampuni, kwa mfano, kampuni ikipata hasara, labda inadaiwa madeni na imefunguliwa kesi mahakamani na imefikia ule wakati wa kutekeleza labda zile amri za mahakama uh, uh, kampuni italipa italipa madeni yale italipa madeni kupitia mali zake mali zile ambazo zimesajiliwa chini ya kampuni nakuta kampuni inamiliki magari, ina miliki mali mbalimbali sehemu mbalimbali. Kwa hiyo uh, ita, ita- kampuni italipa madeni yake yote kupitia mali zake na kupitia zile hisa, thamani ya hisa ambazo wanazo wale wanahisa, na liability inaishia hapo n yani, uh, kampuni ikishakuwa uh, imelipa madeni, imeshindwa kulipa, basi mali zimekamatwa za kampuni zimeuzwa wanahisa hasara yao inaishia kwenye hisa zao, hasara haivuki, kwamba kama deni bado lipo akuja kuanza kukamata mali zao binafsi. Labda mwanahisa anamiliki nyumba, anamiliki gari na biashara, hapana, liability ile inaishia kule kwenye kampuni. Kampuni ndio inawajibika kwenye kila kitu. Kama itafilisiwa, inafilisiwa kampuni, lakini sio mwanahisa mmoja mmoja. Kwa hiyo, umeona hiyo ni tofauti kubwa sana kati ya kuwa na kampuni na kuwa na jina la biashara. Lakini pia yani, kuwa na jina la biashara yani, nimekwambia kuna, kuna, kuna kaa sehemu zote, mtu binafsi anaweza akasajili jina la biashara au akatumia jina lake binafsi kama jina la biashara, lakini ubia unaweza ukasajiliwa pia kwa kupitia jina la biashara. Kwa hiyo uh, taasisi za kibiashara zinazo operate chini ya jina la biashara tu ambazo hazijasajiliwa kama kampuni zenye zinaangukia kwenye yale madhara, ndio kuambia kwamba yale madhara ya kibiashara yanaenda kwa kugusa zile biashara zao, lakini ya yale madhara yanapitiliza mpaka kwenye kugusa mali zao binafsi. Umeona, na hata usimamizi wa biashara zile ni tofauti. Kwenye kampuni kuna mfumo wa usimamizi wa ile biashara ambao ule ambao uh, kunakuwa kuna watu wanaitwa madirectors au directors ndio wano wanaosimamia kampuni, yaani ile zile, zile daily activities daily operation of the company they are under directors of the company. Sio kila mwanahisa anaweza kwenda ku, ku, kuelekeza jambo hili lifanyike, hapana. Kampuni inaendeshwa na madirectors, lakini maamuzi ya ya, ya kampuni makubwa yanafanyika kupitia vikao vya vya kampuni ambao vinakuwa vinafanywa uh, wanahisa wanafanya pamoja na directors wao, na kinachotolewa pale kinaitwa resolution au maamuzi, basi ndio yanayoenda kutekelezwa. Kwa hiyo hizo, hizo ni tofauti kubwa ambazo zinatofautisha hivi vitu viwili sasa kwenye sole proprietorship na kwenye, yaani kwenye jina la biashara ambayo ndio hiyo sole proprietorship au inaweza ikawa ni ni ni partnership ambao wa wana jina la biashara, ule uendeshaji wa shughuli yao unawahusu wao moja kwa moja. Kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye sole proprietorship na kwenye kwenye ubia hakuna hakuna directors hakuna sijui secretaries sijui nani kule, ni uendeshaji ule unawahusu moja kwa moja wale wanaomiliki wanaomiliki zile zile taasisi. Sasa hapo nimekutofautishia ah, hivyo vitu. Ngoja niangalizie nikuangalizie kitu kingine muhimu kabisa hapa ambacho pia kitakufaa kwenye kampuni pia, tofauti nyingine ambayo nilisahau kukuambia ni kwamba kama ni kampuni binafsi, kwa sababu kampuni pia zina mgawanyiko. Kuna kampu, kuna kampuni binafsi na kuna kampuni ambazo ni kampuni za umma, yani kuna private companies na kuna public companies. Hizi private companies, requirements za za kuzisajili zinataka angalau kuwe na watu kuanzia wawili mpaka watu hamsini, wa wasizidi watu hamsini wa kwa private companies lakini public companies zinataka kuanzia watu saba, lakini hazina ukomo wa idadi ya watu ambao wanaweza ku, kuingia katika kampuni kuwa wanahisa, kwa sababu kila anayeingia kwenye kampuni anakuwa ni ni mwanahisa, japokuwa kuna wafanyakazi wa kawaida ambao wahesabiki kama wanahisa. Kwa hiyo kuna private company na kuna public companies ndani humo kuna mgawanyiko tena, kuna zingine ambazo ni limited by shares, kuna zingine ni unlimited by shares, lakini kuna zingine limited by guarantees. Hivyo sitaviongelea kwa sababu nitaku nitakukonfyuzi sasa. Uh, kitu kingine kitu kingine cha muhimu kabisa uh, ni, ni, ni muda ile taasisi kampuni ki kampuni ina kitu tunachoita uh, pepacho succession eh, pepacho succession yani yaani kampuni haifi kwa sababu ya mwanahisa mmoja amekufa au director mmoja amekufa. Kampuni yenyewe ni ina, ina, inaendelea kuishi bila kujali wale wanahisa kama wako hai au wamekufa. Sasa, uh, hiyo ni sifa ambayo ni kubwa sana inayotofautisha kati ya kampuni na hizi hizim za biashara zingine ambazo zinamilikiwa kupitia majina ya biashara kwenye sole proprietor, ambayo ni mfanyabiashara mfanya yeye kama yeye amejisajili kwa jina lake yeye, kama yeye anapokuwa yeye amekufa, basi na biashara imefia imefia pale, yani kisharia, ime, imefia pale, yaani kisheria biashara inakuwa hata. Partnership, partnership inapokuwa mmoja wa wale partners amefariki, basi ile partnership inatakiwa kwanza ivunjwe, alafu zile faida na hasara madeni zigawanywe kwa kila kwa kila memba ambaye yuko hai pamoja na yule memba ambaye amefariki, ambaye wata, wata, watapewa wale warithi wake. Kama kuna utaratibu ule wa mirathi utafanyika, kwa hiyo wale warithi watakuja kupewa zile manufaa au hasara au chochote kinachohusiana na yule marehemu ambaye alikuwa ni sehemu ya partnership. Likewise, kwenye kampuni uh, kwenye kampuni mwanahisa anapofariki kampuni haifi, inaendelea kuwepo lakini tu kwamba zile hisa zitakuwa transferred kwenda kwa wale wa warithi au wasimamizi wa mirathi wa yule marehemu. Kwa hiyo wale watarithishwa, wataingia kwenye kampuni. Aa, wakipenda watauza hisa zao, wasipopenda watakuwa sehemu ya, ya ile kampuni kutokana na ule wa umiliki wa yule marehemu ambaye walikuwa wana uhusiano naye, labda ni baba ni mama, wale watu wa karibu. Umeona no? Kwa hiyo hiyo hiyo pia ni tofauti kubwa sana kwamba kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kampuni umiliki mtu anapokuwa amefariki kampuni inaendelea kuwa hai, japokuwa na zile haki kutokana na ule umiliki wake watapewa wale wana, wale wale warithi wake, lakini kama kampuni <coughs> uh, lakini kama ni ni, ni kwenye zile sole proprietorship na, na, na na na partnership kama, lazima kwanza ule ubia unavunjwa, wanagawana faida na hasara, wale waliobaki wanaweza wakaa form partnership mpya sasa kwa wale ambao wako wako hai. Swala la mwisho kabisa ni kwenye uh, matumizi ya, ya ya tax identification number lakini hizo EFD na masuala ya kikodi ni tofauti pia. Kwenye uh, partnership na kwenye uh,